Sasa kuna mfugaji wetu ambaye leo tunaomba akabidhiwe trekta ili iwe hamasa kwa wafugaji wote kwenda kulima malisho na kuondokana na ufugaji wa kuhamahama na kufuga kibiashara. Hivyo ni mw... hey, hey, uh, <inaudible> <inaudible> <inaudible> <inaudible> tunamkabidhi mfugaji wetu ambaye ameamua kufuga kisasa, kufuga kibiashara kabisa, ufunguo huu wa trekta hii. Na ninafahamu ana hekta 200 kwa ajili ya kulima malisho kwa tunatambua ana ng'ombe wazuri sana elfu mbili na kadhaa. Na katibu mkuu, natamani ule utambuzi tukimaliza kesho uzinduzi na Mheshimiwa Rais, tutaenda kuanzia kwake, tunaenda kutambua ng'ombe wake, na huyu atakuwa ni balozi wetu mzuri wa kutuonyesha sisi wafugaji wengine umuhimu wa kuwa na maeneo yetu ya malisho, lakini umuhimu wa kuwa na malisho kwa ajili ya mifugo yetu biashara ili taifa linufaike na sisi wafugaji tunufaike na mifugo yetu ambayo ni rasilimali Mwenyezi Mungu. Hongera sana aliyotubariki Mwenyezi Mungu. Hongera sana. Aina tofauti tuna kuanzia spa47 mpaka 1, pia tuna twin drive drive na full. Kwa mfano kama trekta yasa47 hii kiwango cha chini kabisa inaanza milioni 41 mpaka milioni kwa hiyo inategemea na aina ya kuduu. Kuna hizi trekta ziko za aina tofauti, kwa mfano kwa trekta kama hii hii hapa Drive. Fold right. Hii hapa ni milioni 69, kwa hiyo na jembe tunauza milioni 8 na laki 2, kama bei ya au lak2 amenunua kwa kiasi fulani amelipa na kingine kilichobakia, atamalizia hapa ndani ya mwaka mmoja. Rubaba TV.